Yes, niko na habari kutokea hapa Tanzania kwenye muziki wa Bongo Flava, eh, kumekuwa kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vinaendelea kutokea lakini sasa, eh, msanii chipukizi wa Tanzania ambaye, eh, sio kwa masikio ya watu wengi kuweza kumtegea sana sikio, anafahamika kwa jina la eh, Hevigirl ndio jina ambalo analitumia, eh, kwenye mtandao wake wa Instagram ameweza kuandika historia mpya ya mwaka 2025 kwa kuwa Mtanzania wa kwanza kabisa, eh, kuingiza EP kwenye orodha ya jarida la Rolling Stone, eh, yenye jina, eh, Our Favorite Afropop song and album of 2025 so far, ni moja kati ya albamu pia ambayo au EP ambayo imeweza kufanya poa. Na imekuwa ni, ni, ni msanii chipukizi wa kwanza kuweza kuingiza EP na albamu yake katika, au story yake kuweza kuwa katika jarida la Rolling Stone. Sasa EP hiyo yenye jina la Hevi ikiwa na nyimbo tano ambazo pia ziliweza kutayarishwa na Big Boy Beats, mmoja kati ya ma producer ambao wanafanya poa zaidi katika kiwanda hiki cha muziki. Imeweza kupokelewa kwa mikono miwili Tanzania lakini pia eh, kimataifa. Rolling Stone pia eh, walisifu na kusema kuwa ni kazi ambayo pia imechangamka kwa mapenzi eh, lakini pia na huzuni ambazo nyimbo ambazo pia zimeweza kupatikana katika EP hiyo. Na wanamtaja Hevi kuwa eh, neema ne, au eh, akiamini roho yake ya zamani eh, wimbo mpya ambao uh, mmoja kati ya wimbo ambao unapatikana mbele unaitwa eh, eh, my, Ride. So uliweza kutajwa kama moja ya nyimbo bora na kivutio cha waandishi wa mkali huyo kutoka hapa eh, Tanzania. Sasa ukizungumzia mbali na kuweza kutajwa na Rolling Stone, Heavy pia alipata nafasi ya kuweza kuwakilisha Tanzania kupitia kipindi cha African Now Radio kinachorushwa na eh, Atnand Madina eh, kupitia Apple Music. Jukwaa ambalo pia linatambulika kimataifa eh, kwa kuweza kusherekea sauti mpya kutokea Afrika eh, kupitia jukwaa hilo. Heavy pia aliweza kuunganishwa na mashabiki wa muziki kutoka kila kona eh, ya dunia. Watu wengi wataweza kumfahamu kupitia eh, EP hiyo ambayo inapatikana eh, lakini pia kuwa ni Mtanzania Mtanzania kwa uchipukizi wa kwanza kutokea huku Bongo kuweza kufikisha huko na kuweza kutajwa katika jarida hilo la Rolling Stone. Watanzania pia waliwahi kutajwa Rolling Stone pia. Eh, kuna wasanii pia ambao pia walishawahi kuwepo kule, lakini eh, naweza tukasema walikuwa tayari wana majina ambao walikwisha kufahamika tayari kutokea huko Afrika Mashariki, nikimaanisha Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, wapi wapi. Nchi zote ambazo zinakuwa zinapatikana katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Sasa wasanii wengine ni Mario ambaye aliweza kutajwa mwaka 2023 kupitia wimbo wake wa Mi Amor ambao pia aliweza kumshirikisha Joville, eh, kwenye orodha ya uh, uh, ya 40 beats afropop song hiyo uh, elfu mbili na ishirini na mbili. Mmoja kati ya wasanii uh, ambao pia walishawahi kutajwa, Mario, elfu mbili na ishirini na tatu, alishaweza kuhusika. Diamond Platnumz, si mwaka jana tu, mwaka elfu mbili na ishirini na nne, wimbo e, wake wa Komasava, bonge moja la ngoma ambao imefanya kwenda viral sana, naye aliweza kutajwa, akiwashirikisha uh, uh, Jason Derulo Kari Harrison pia na Ashley kutokea kule South Africa pia waliweza kutajwa eh, kwenye jarida eh, hilo la Rolling Stone. Lakini pia Abigail Chams May 25 mwaka huu pia anaweza kufanya makala maalum na Rolling Stone Africa, kwa ubunifu wake wa kuweza kuchanganya aina tofauti za muziki. Hivi pia amekuwa ni msanii wa kwanza kuingiza EP kwenye orodha ya our favorite Afropop songs and albums of 2025 so far. Hevi anaweza kujiunga na kundi dogo lakini lenye heshima la wasanii wa Kitanzania ambao pia waliweza kutambuliwa kimataifa na Rolling Stone, lakini yeye ndiye wa kwanza kuweza kufanya hivyo kupitia EP nzima, kuweza kuingia eh, katika list ya story hizo katika eh, jarida hilo, hatua ambayo inathibitisha ukuaji wa sauti yake na ushawishi wa muziki wake nje ya mipaka ya Tanzania. Inakuwa eh, si rahisi kwa kuweza kupeleka tu nyimbo na au kuweza kuhabari yako kuweza kupop katika eh, jarida hila Rolling Stone, ni lazima eh, kidogo kuna nguvu fulani inabidi iweze kufanyika, lakini mwanamuziki huyu amekuwa ni wa kwanza kwa wale ambao pia wanakuwa wanachipukia na kuweza kuweka rekodi ambayo pia kina Abge, Chams alishawahi kufikia huko, kina Diamond, kina Diamond Platinums kina Mario na wasanii wengine kibao, drop comment yako eh, kwa taarifa nyingi zaidi lakini pia kusubscribe channel yetu utakometisha kinoma noma.